Uwari gani mwanafamilia wa Mkubwa Media, kama ni mara yako ya kwanza hakikisha unabonyeza alama nyekundu ili uandikwa subscribe. Kilicho happen kwenye mitandao ya kijamii eh, ni kimeweza kuwashtua wengi, ambapo tunaona kwamba, uh, mwanadada anaenda kwa jina la Kajala ameweza eh, kushare eh, ameweza kuimba eh, kipande cha nyimbo ya Ibra au sio? Na kama unavyojua Ibra bwana eh, anakiwasha kina manoma, na tunaona huyu Ibra, e, e, yani ibra na Kajala ni naweza kusema kwamba ni ni walikuwa ni mashemeji eh, yani Ibra anamuita Kajala shemeji kwa sababu walikuwa na mahusiano na Harmonize. Sasa kwenye vyanzo vyangu vya habari bwana e, imeweza kupata hichi kipande kwenye akaunti ya New Kajala, na hii inaashiria kabisa kwamba kuna mambo yanayoendelea chini kwa chini. Mashabiki wamekuwa kisubiria kwa hamu kuona Harmonize akirudiana na Kajala kwa udi na uvumba, na inaonekana kabisa kwamba katika kapu ambazo zimeonekana ku, eh, kutamba town ni katika hii eh, ya Harmonize na Kajala inaonekana iliwateka sana mashabiki, na inaonekana kabisa kwamba watu wanatamani siku moja waweze kurudiana. Sasa tunaona huyu eh, Ibra katika ili, ili nyimbo ya e, wivu alimba na DJ Mwishizo, kile kipande cha Ibra kinaonekana kum, kum au sio kumkonga moyo e, Kajala na hii inaashiria kabisa kabisa kwamba e, Kajala amekipenda na amekifurahia, na pia ameonekana kushia katika akaunti yake, mmoja kaandika tuaijua hiyo shemeji wa taifa naye, ila Kajala tunakupenda bana. Ukiwa na konde, please come back. Huyu ni shabiki sema kwamba anatamani kumwona Kajala akirudiana na Harmonize kwa sababu uh, inaonekana uh, kuna, kuna bondi ambayo kiukoli mashabiki humeonekana uh, kuipenda uh, kati ya Harmonize uh, pamoja na Kajala, kwa hiyo kwa upande huo maanake ni kwamba Kajala eh, kushea kipande akiwa anaimba nyimbo ya ki, e, vesi ya Ibra inaonekana kabisa kwamba uh, bado ana feelings na Harmonize. Mapenzi siku zote ni hisia, na kwa upande wa Kajala inaonekana bado, eh, kuna mengi ambayo anahusishwa kutoka na Harmonize. Tunakumbuka aliweza kutana na harmonize. Tuna na Harmonize, wakaweza kukumbatiana kwenye mpira na inaonekana kabisa kwamba hakukataa hakuweza kumsukuma kwa sababu kama kweli wangekuwa wameachana vibaya, basi angeza hata kumsukuma asiweze kumkumbatia, lakini kitendo kile kiliweza kumkera sana mwanai Paula, na inaonekana kabisa kwamba na kupiga makofi, ishara kwamba mama ameshindwa kunielewa kwamba simtaki huyo mtu aweze kurudiana naye, na tunaona Harmonize ashafanywa interview na kusema kwamba Uh, yeye pamoja na ex wake yote awezi kurudiana na ueposhkuiniwe Kajala. Una maoni gani kuhusiana na Kajala kuimba kipande cha Ibraa? ndondosha maoni yako kisha na subscribe.